Serikali ya Tanzania imeanza mchakato wa kuandaa sera ya kwanza ya kitaifa kwa ajili ya kampuni changa startups. Hatua inayokuja baada ya miaka mingi ya utetezi kutoka kwa wajasiriamali na wadau mbalimbali. Mchakato huu unalenga kukusanya maoni kutoka kwa wadau ili kuhakikisha kwamba sera hiyo inakabili changamoto muhimu na kutengeneza mazingira bora ya uvumbuzi. Akizungumza katika mkutano wa wadau uliofanyika Arusha tarehe 15 Machi 2025, waziri wa Habari, Mawasiliano pamoja na Teknolojia ya Habari, Jeli Sila alisisitiza dhamira ya serikali ya kutengeneza mazingira yanayowezesha kampuni changa. Tunataka kuhakikisha kwamba wajasiria mali vijana na kampuni changa wanapata msaada sahihi kubadili mawazo yao ya kibunifu na kuwa biashara zenye mafanikio na kupanua fursa za ajira, alisema Sila. Serikali pia imeanza utafiti wa msingi ili kukusanya maoni katika mfumo wa kampuni changa. Wajasiriamali, wawekezaji na wadau wengine wamealikwa kujaza dodoso ili kubainisha matarajio yao na changamoto ambazo wanakutana nazo. Mchakato huu wa mashauriano utaenea katika miji mikuu nchini Tanzania ili kupata mitazamo mbalimbali kwa ajili ya kuandaa sera itakayowakilisha vyema maslahi ya waanzilishi wa kampuni changa na wadau wa sekta. Mchakato huu wa uundaji wa sera unalenga kushughulikia masuala muhimu kama vile upatikanaji wa fedha, urahisi wa kufanya biashara na upanuzi wa masoko. Wajasiriamali wamekuwa wakitoa wito wa kufanyiwa marekebisho sera zinazokwamisha ukuaji wa kampuni changa hasa kuhusu urasimu wa fursa ndogo za uwekezaji. Mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Startups Association TCA, Zaholo Mulaji, aliteuliwa kuwa mjumbe wa kamati inayoandaa dila ya Tanzania ya mwaka 2050. Hatua inayoonyesha umuhimu wa kampuni changa katika mustakabali wa maendeleo ya taifa. Hatua hizi zinaonyesha dhamira serikali katika kuboresha mazingira ya biashara kwa kampuni changa na kuimarisha mfumo wa uvumbuzi nchini Tanzania.